Sema amina. Na wengi watajaribwa na pesa. Utapata pesa halafu utakuwa ukali pesa umwache Mungu. Wewe watajaribwa na pesa. Utapata pesa, unashangaa siku ya Jumapili ibada hauishi halafu Mungu ampeleze kwamba aliwaacha katika tamaa zao.

anatangulia kwenye shimo la moto. Hakuna mtu anaenda jana na mwili wake, hakuna anaenda mbinguni na mwili wake. Huu mwili tutauacha hapa. Kula pilau, ujaze sana. Kuna chips, mayai na chips kuku. Na tomato, weka kwa wingi. Lakini siku ya mwisho hakuna anaenda mbinguni akiwa amekula mahindi. Wote mtaacha vitu vyote wapi? Hapa. Basi

kuombea na kupata hela sio tija. Mhm. Unaweza -mm. kuzipata hela. Alafu ukamkosa nani? Unaweza kuombea na ukapata mume ukamkosa nani? Mungu. Ukoko umepata mume, ukamkosa nani? Mungu. Unapata hana chocolate. Publish. Alafu unamkosa Mungu. Kwa hatari. Yeah, kwa shida, kusidia sana kuhusu hela leo, utapata kile mpaka utachukua huko. Amina. Kwa nini kuuliza swali? Wakati wa corona watu walikupa pesa Itali, watu walikupa hela barabara, mahela kabisa. Wewe unaona video, sema Mungu kurusha kwa itali chapa, ndio hivi sasa. Hakika nani anakuambia? Watu ni kama marofani wanatupa hela huko, wanasubiri kufa. Sasa niwaambie wale waliobaki hai na pesa, wametupa wanakula mawe Hakuna mwisho hivi. Mwisho haufiki hivi hivi. Itakuja corona mpaka ila zitakuja. Mpaka zikaje zitakuja. Mapoje atakuja mpaka mingine inaitwa Bedford. Mingine inaitwa mpaka Benz. Lakini namwambia mwisho ule unakuja umesimama hivi. Oh. Yaani mpaka ufike, mahali ukifika mbele za Mungu, maana kule sema, kwa wale watakaoenda mbinguni watakuwa na ng'aa kama jua. Kwa nini? Majaribu yamewangarisha. Ya